wa Zanzibar. Haya, hey. maisha yetu tumewakabidhi hii. Maisha ya Simba tumewakabidhi watu wa Zanzibar. Watu wa Zanzibar, ili kombe baada, tulishindwa 93. Hey. Tumewakabidhi nyinyi. Hey. Nyinyi ndio mnatakiwa mtuletee ili kombe. Hey. Kwa hiyo, mtu wa Zanzibar ajue kabisa haya majukumu ni ya kwao. Hey. Sisi tumeshindwa bara huku, ndio maana kombe mmeletewa nyinyi. Sasa wewe hey, mshindwa kuilea Simba katika mikono salama. Sisi tunaamini Simba iko kwenye mikono salama za Zanzibar. Tania kwa hiyo wale akili yao wangekuja Benjamin Mkapa wakiwa na kigume, hawajui kama Zanzibar nao ni Tanzania. Unaona pale watakuwa nyumbani. Kwa hiyo watakiwa, wataenda ukio na chamoto, watajua wa Pemba ni watu wa staili gani, na usida zetu tuziege pembeni. Na ninajua Simba akichukua Yanga lazima watajikaza nao, watachukua Yanga itaimarika kwa sababu ya ile kombe, lakini sisi tukilikosa itabaki hali hali. Wewe umefika fainali na mimi nimefika, maana kichanga cha fainali tushakikata, tushakikata. Siyo maelewa. Kwa hiyo tukiwa cha, tukiwa cha, tukiwa chagiza ndio na nyinyi mtajipanga mtatengeneza timu ile kwa bora na nyinyi mtaenda mtachukua. Kwa hiyo tuache usda yeah. Tulilete likombe kwa ajili ya mafanikio ya nchi. Kwa sababu Zanzibar ni kitivo cha Simba. Kwa nini kuna tawi la Simba na kuna matawi mengi ya Simba? Yeah. Sisi tutakuja huko lakini timu tumeileta kwenye mikono yenu. Na nyinyi ndio mmeshika azma na maisha ya wana Simba. Wana Simba milioni 20 wote wako kwenye mikono yenu. Sasa nyinyi fanyeni ujinga Timu ipotee leo, wale ya mechi kule itaenda kuwa ngumu kule. Mechi itakuwa laini, itakuwa soft, na mnyama anachukua kombe kila, na, kombe kirahisi kabisa. Yeah. Watakuja watajuta, kwa nini ile mechi sio mechi ya Benjamin Mkapa? Kwanza uwanja wa Benjamin Mkapa, wangekuja wangetia miguu, wacha, wangetoka Vikunguti, wangetoka Mbagala, si wangetoka wapi? Yeah. Washirikina kibao wangejaa hapo, wanatembea kwa miguu. Yeah. Zanzibar, unaweza wako ndio kibao chako uwanja, paka zinavyokwambia uko chini ya ulinzi, unaingiaje mlendani Benjamin Mkapa hapa kwanza meneja wao kwao. Wangeingia kwa tochi madudu yao mle ndani. Si umeelewa? Sasa Mungu ameepusha. Hili lisitokee hili. Kilichotokea mwaka 1993. Basi ngoja Simba niihamishe nipeleke wapi? Ugaibuni. Kwa hiyo sisi tunaenda Zanzibar, Zanzibar ni nyumbani na tutaenda kucheza finali iliyokuwa salama kwa uwezo wa Mungu. Kama Mungu ametuandikia, kama Mungu yeye ametumba sisi, ameumba Waarabu. Kwa nini wao Waarabu tu peke yao? lazima mtu mweusi tulichukua lile kombe. Simba anaenda kulichukua kombe bila wasiwasi yoyote yeah. Na wana Simba nawaambia no nah. Wanatakiwa watulie, hiki ni kipindi cha utulivu yeah. Panapotokea vitu kama hivi, ndio unatakiwa uonyeshe wewe ni mshabiki wa aina gani, uonyeshe yeah. Kwa nini Simba tumepewa tuzo ya mashabiki bora? Yeah. Kafu hapa wanaangalia yeah. Wanajua kwamba tushakata tiketi na tushafikia watu elfu thelathini uwanja unaingiza watu elfu kumi na tano Je, hii Simba watafanya nini? Kwa hiyo Kafu anatakiwa yaani, kwa kama hakujatokea kitu Tuwe polite, tuwe kimya. Ichezwe la finali, tusifanye vurugu. Anayechukua naachukue kwa sababu mshindi ni huyu. 1. Akiwa Berkane akisokea akiwa Simba akisokea. Okay. What do we know? Mungu msimu huu sisi ametubeba. Huu ni mwaka wa mafanikio. Kwanza mwana Simba asifiki. Tunatengeneza timu ya wachezaji wapya 17. Hatunafikia finali. Haya tunaenda finali. Sasa uone kama huu mwaka ni mwaka wa mafanikio. Mwaka wa mafanikio hakuna atakayefuta. Mungu akishasema kun fayakun basi huwa sumeelewa okay. Yani, Mungu kama kaishasema Simba kuwa bingwa, Simba ni bingwa hata mechi ingechezoa ngani. Sumeelewa? Yani, yeah. ya watu tunaelelea hata kwenye bahari, Simba angekuwa bingwa yeah. Sumeelewa? okay. kuna mwaka nikukumbushe, yeah. Yanga na Asante Kotoko, yeah. zilipigwa penalti mpaka wachezaji, yeah. wakaisha wakaamua rusha shilingi, yeah. sumeelewa, yeah. shilingi hiyo imerushwa Upande wa Rogia pale ni mm -hmm. wa Yanga lakini kwa sababu Mungu ameshaandika Asante Kotoko aende nusu aende nusu finali. Yule mchezaji wa Asante Kotoko anashangilia, mtu aende Zanzibar, kapteni wao Asante Kotoko kaenda yeye. Refa anapeleka ripoti tayari, Asante Kotoko kashambua wewe, ndio hey, umeenda nusu finali. Kwa hiyo Mungu akishaandika jambo lake huwa. Yaani hilo halipingiki. Hata ufanye nini, Mungu akishaandika, amefanyia ameandika. Kuna mwaka mwingine nawakumbusha watu, Ugiriki alikuwa bingwa Jiulize mpaka leo Ugiriki hata yule anashiriki. Lakini Mungu alimleta mara moja tu chop. Ugiriki taifa ambalo halina mpira halina nini. Kila timu itakaoingia kaka ilikuwa na kula chuma hii. Tangu ameanza makundi mpaka wanafika finali mpaka wanalichukua kombe goli lao ni moja, afu la kitu. Lakini kwa nini Mungu ameshaandika? Si umeelewa? Yeah. Leicester City anakuwa bingwa wa IPL. Anapanda daraja moja kwa moja mpaka anaanza anaongoza ligi mpaka anachukua ubingwa. Man City ya moto, Chelsea ya moto, Manchester ya moto, Arsenal ya moto, Liverpool ya moto. Lakini Leicester City wanajimivadi tu. Lakini huku michezaji mikubwa chungu mzima, lakini mwisho wa siku Mungu ameshaandika Man City awe nani? Bingwa. Kuna mwaka Tanzania tukuyu. Hakufungwa mbite mpaka anachukua ubingwa. Costi wanachukua ubingwa. Simba Yanga zilikuwa zipo, si ndio mawazo ya mpira? Lakini Allah akishaandika kadari yake lazima iwe. Kwa hiyo hakuna atakayepinga maamuzi ya Mungu. Mungu kama ameandika Simba awe bingwa huko huko Zanzibar. Tunaenda kulichukua kombe letu na tunarudi nalo fresh, na mapokezi yatakuwa ya hali ya juu. Kwa hiyo, wana Simba, hichi ni kipindi cha utulivu. Yaani, kusitoke mtu akaongea ongea ujinga, tutadili naye. Asiguse uongozi, tutadili naye. Asiguse wachezaji, tutadili naye. Wala asiguse kafu. Walichopanga kafu, sisi tuende nacho hicho hicho. Sisi sio kama wale atucheze ngoo. Kwanza kachaiwa tu. Yeah. Kati ya kugomea mechi hatuna. Mimi ninachoamini on the pitch. Any pitch. If you know, you're going to get to be a winner. Mm -hmm. Si umeelewa? Oh, kama unajua sema yote nakuwa mshindi, hata kuwa na majimaji. Simba tulishacheza na nani hapa na Lady Arrows. Mvua menyesha kisawasawa. Bernard Morrison mpira anafanya kuchota hivi anaingia. Tumeshinda goli tatua. Unakumbuka mm -hmm. we? Yeah, lakini watu walikuwa wanataka ile mechi ya lishwe. Bernard asema hakuna, mimi leo nacheza kama kambale hapa. Mwaga maji tucheze kama kambale. Bernard akawa kambale hapa. Kwa hiyo Mungu akiandika ameandika, yani no ende bare no. Tumecheza na national hall. Mbili mbili hapo, watu watu wako na kufa nguvu. Mimi nikamwambia huyo bakinyo, huyu anaenda no, kuturudisha tena sare kule kwao. Chupu chupu twende. Tukatoa tena sare Cairo, Misri. Sasa wewe leo unastuka na Simba. Simba tukasema tokao Zanzibar. Yaani tunachoangalia ni pichi. Kinachotuuma kwamba watu wengi watakosa kushuhudia historia ambayo uwezi ukaipata tena kwa misimu ya kawaida lakini, wote ino bado tunaishi, tumwombe Mungu uzima. Mwakani inawezekana tukacheza fainali ya klabu bingwa pale pale Benjamin Mkapa, lakini kwa hii Mungu ameandika hii chezo Zanzibar. Wana Simba, tuwe katika hali ya utulivu tutulie, tusiguse uongozi wetu. Uongozi umepambana wenyewe, tumemwona Kresense Magoli kashindwa kwenda Morocco kwa ajili ya kulifuatilia hili, si umeelewa? Lakini kwa sababu CAF ndiyo baba mwenye mpira. CAF ni baba, baba yako anapoamua jambo, huwezi ukampinga. Leo babako kama ana watoto watano Kaamua mtoto huyu leo, uende safari, hawa wanaenda, wewe uweze ukampinga baba yako? Baba ameshaamua. Watu wangapo wanaolewa wake na, na, baba zao uko zako nje hapo, anashangaa babako anakwambia, sha kuolea mke mke, hujampenda lakini itabidi uishi naye kwa sababu mzazi amefanya nini. Kwa hiyo, CAF ni baba, sisi ni watoto, yeye amepanga, watoto wangu mkacheze pale. Kwa hiyo, tuonyeshe good behavior, tusifanye fujo aina yote, wala tusiyani tusiamaki, tukiamaki tutaweza kujitoa mchezoni. Na kilichofanyika hapa ni, ni kampeni ya kutotoa sisi mchezoni kwa sababu wale wanajua kabisa wao wenyewe wameona matokeo ya mbili, yaani goli mbili. Wajiulize wale, wameshinda goli mbili kwa nini yeah? Kocha wao kati ya Fadlu Davids na yule kocha wao nani, alitakiwa awe na hasira? Si Fadlu ndio, ndio na hasira yeah. Lakini kocha alikuwa na hasira, anapiga machupa teke, ni kocha gani? Ni kocha wa Berkane, RS Berkane. Ndio ujue mpira umeisha, Simba wanashangilia wao wale za chini hawaelewi wameshika vichwa wanajua goli mbili ni chache ukija huku Tanzania yeah. kwa hiyo wale akili yao wangekuja Benjamin Mkapa wanakiona kigume hawajui kama Zanzibar nao ni Tanzania wanaona pale watakuwa nyumbani yeah. kwa hiyo wataenda kukiona cha moto watajua wapemba ni watu wa staili gani yeah. na ninawaambia watu wa Zanzibar haya yeah. maisha yetu tumewakabidhi nyinyi maisha ya simba tumewakabidhi watu wa Zanzibar watu wa Zanzibar ili kombe baada tulishindwa 93 yeah. tumewakabidhi nyinyi yeah. nyinyi ndio mnatakiwa mtuletee ili kombe kwa hiyo mtu wote wa Zanzibar ajua kabisa haya majukumu ni ya kwao, yeah. Sisi tumeshindwa bara huku, ndio maana kombe mmeletwa ninyi. Sasa wewe yeah, mshindwe kuilea Simba katika mikono salama. Sisi tunaamini Simba iko kwenye mikono salama ya Zanzibar yeah. kwa sababu Zanzibar ni kitivo cha Simba kikwa duni, kuna tawi la Simba na kuna matawi mengi ya Simba yeah. Sisi tutakuja huko, lakini Simba tumeiletwa kwenye mikono yenu na nyinyi ndiyo mmeshika azma na maisha ya wanasimba wanasimba milioni ishirini watu wako kwenye mikono yenu. Sasa nini, fanyani ujinga, timu ipotee, akumwona watu milioni ishirini kuna watu watakufa yeah. kuna watu watapata mapresha, kuna watu watapata vifaa faa vya ghafla kwa sababu ya ile mechi. Sasa fanyeni ujinga, kombe lipotee. yeah. Hii ni historia mpya, tutakuwa tuandike hii historia. Tukishaipoteza hairudi. yeah. Tena mpaka tuja tujitafute tena. Kwa hiyo, Mungu ametujalia tumefika fainali, goli mbili ni chache sana. yeah. Mi naamini kabisa uwe wa Simba uwe wa Yanga mm -hmm. Kombe hili likishachukuliwa ni sifa kwa Tanzania, ikitajwa pale inatajwa Tanzania. Simba imetokea wapi? from where? no. from Tanzania. yeah. Wewe usida zako weka pembeni yeah. na what I know Simba akichukua yeah. hili kombe yeah. tayari moja kwa moja sifa zinakuwa ni za Tanzania. yeah. si umeelewa? yeah. na Rais wetu tutamheshimisha yeah. Kila mtu atamjua Simba ikishachukua ubingwa, ikitajwa Tanzania, rais ni nani? Watu watamtafuta ni mama Samia furu athan kwa hiyo tumuheshimishe mama mama ametumia gharama ngapi? Usida zetu tuziweke pembeni, na ninajua simba akichukua Yanga lazima watajikaza nao, watachukua Yanga yeah, itaimarika kwa sababu ya hili kombe yeah, lakini sisi tukilikosa itabaki hayo yale, wewe umefika fainali na mimi nimefika, maanake kichana tushaki, tushaki, tushaki yeah, yeah. koyo, cha fainali tushakikaa, tushakikaa, tushakifia. Si umelewa? Kwa hiyo tukiwa tukiwa chagiza ndio tu na nyinyi mtajipanga, mtatengeneza te timu ile kwa bora, na nyinyi mtaenda mtachukua. Kwa hiyo tuache usda yeah. Tulilete likombe kwa ajili ya mafanikio ya nchi tunayoitetea. Hapa sisi ni nchi, sio simba tu peke yake hapa yeah. anatetea mtibwa hapa, anatetea kagera hapa yeah. anatetea azam hapa, anatetea timu zote yeah. sifa zitakuwa kwetu, kila mtu atakuwa anatuogopa, hata rank yetu tutakuwa yeah. na fani yeah. yeah. na miyaka, itazini, miyaka, mime, neze, kwa sababu ligi itakuwa nafasi ya tatu, dabi yetu inawezekana ikawa nafasi ya tatu, simba inawezekana ikawa nafasi ya tatu, na miaka itazidi. Sasa hivi ni miaka 4 inaweza ikaongezeka ikawa miaka sita kwao, tunaongea kwa machungu.